Yule binti ana ujasiri mkubwa sana, kama aliweza kutamka maneno mbele yako, lakini leo kathibitisha tena mbele yangu. Inamaanisha zaidi anakupenda sana, anakuonyesha hisia zake nje nje. Lakini huyo nashindwa kuzipokea, Mwalimu Jiwe. Kwa kawaida mtu wakatazwi kuonyesha hisia zake kwa mtu mwingine, sawa sawa, lakini mimi kama Ticha Shunda Nilijiekea kiapo kwamba sitokuja kudiriki kutembea na mwanafunzi, sawa sawa, eh? na hata kama hivyo asingekuwa ni mwanafunzi, labda ni raia tu ya kawaida, eh? kwa mimi, kwa binti kama yule, sio vitu vyangu, eh? raha ya nyumba, mabanda ya uani na mabanda ya uani, yule mwanamke hana, eh? mimi napenda bwana fungu mbili, nyanya za masalo, sio? Unanielewa? labda nikuelekeze kitu ambacho pengine labda wewe ufahamu Ukiachana na huyu binti mwanafunzi ambaye unamzungumzia hapa, kuna yule mwanamke mwingine ambaye ni mwana kijiji. Kiukweli yule mwanamke, kadri dakika zinavyosogea mbele, moyo wangu unazidi kumpenda, na muda mwingine nawaza nasema hivi, ni mimi kweli au ni shetani mbaya alinipitia? Ni mkataye, kwa sababu ana vigezo vyangu ambavyo mimi navihitaji kwake. Sio siri, nampenda ah, Melisa, Melisa. Hehehe. Nampenda sana, unasema kweli? Ai, unabwata bwana. Nikutana nawe hapa maana nilikuja kule kwenu nikaambiwa umituka. Hivi nikuulize swali. Hapa kijijini kote hujaona mwanaume mwingine wa kuolewa naye mpaka mume wangu mimi. Tena umekuwa king'ang'anizi. Kutwa nzima kujileta-leta pale nyumbani kwa sababu ya mume wangu. Sikia ni kwambie. Sitaki mazoea na mume wangu. Na iwe mwanzo na mwisho kukuona pale nyumbani. Tena hata ukitumia mbili ili mradi ya kuoa. Ka ukijua utokuja kuishi na mimi nyumba moja. Labda akutafutia sehemu nyingine ya kukupeleka. Sijui unanielewa? Kome tena, koma kidogo kidogo, ukizoea uache. Hivi wewe unafikiri kwamba huyo mzee sijui kakunyosha madawa gani? Umekaa pale nyumbani kwake umetulia tu na wala mi siwezi kuwa mke mwenzako alafu, usichokijua yaani, nina hasira na hicho kibabu chako. Siku nikikutana nacho kitakuja kukuhadisia. Na wewe ukirudia kunisimamisha kuniambia upumbavu wako, nitakufumua mpaka mashtaka yako utapeleka serikalini. Wewe ukiniangalia, mi naweza kuwa mke mwenzio? puuzi nini

Ina maana nifiche uchawi? Uchawi ndio unafichwa, maana ukionekana ufanyi kazi sawasawa. sawa. Nazungumza kutoka katika uvungu wa moyo wangu, wala sijashinikizwa kuzungumza haya, ninayosema yanatoka hapa <laughs> hapa. Usije ukawa unanitania, ebu nisikilize kama kweli unayosema ni ya kweli. Sasa unaanza kuingia kwenye mifumo yangu mimi nitaka uwe hivi sasa, mambo ya kujibanabana kujificha ficha, unajua saizi hatuna kazi yoyote, na nishakwambia hii ndo kazi tulobakiza. Na kingine sasa, usitake tu kula ng'ombe na visungulo, unakula yule binti naye, mfikirie fikirie hata kama Melisa ameingia kichwani, lakini na yule mfikirie fikirie, si unaelewa? mm -hmm. Sawa, nakuelewa wazo lako wewe sawasawa, lakini mara nyingi kila mtu anapenda kukila chakula cha moto kilichotoka tu jikoni kikapakuliwa kikawekwa pale kwa ajili ya kula, na kuna wakati mwingine mtu analazimika kula hata kipolo ili mlaji aweze kulisidi tumbo lake na njaa. Kwa hiyo acha nifuate chaguzi la kwanza, alafu la pili linaweza likafuata. <laughs> yote na yote sawa, lakini kwa Melissa, ah, kama navusha sisi navusha kama nakuona utakapokuwa napita Sengerema na hapo ndo utakapojua sasa samaki wa huku wana ladha tofauti, sio kama wala mabarafu. Sawa kabisa, na chengine tu, labda nikuhakikishie au nikueleze, mimi ni mtu wa pwani, sawa sawa. Kwa hiyo natambua namna gani ya kulipika pishi la samaki, aswa wa kukaanga. Kwa hiyo najua namna ya kumpindua pindua. Usijali, Melisa, Nitamwagika naye <laughs> Na pia yote kwa yote, tusisahau kwenda kuitimisha swala la msiba, tukishirikiana na wana kijiji hilo. Jambo ni la muhimu sana tambua pia. Ni kweli kabisa hilo swala mazungumza ni la muhimu sana hatuwezi kulisahau, sisi ni watu wazima. <laughs> <laughs> Saa haina shida. <laughs> Chumba. Safi. Naona mianjo tena saizi tena na njia wapi sasa? Kuna sehemu kile kitu. Sio kitu, jitu. Mara moja naelekea nyumbani <coughs> <coughs> so, yupo kama nyadundo. Unajua like, muda huu kama nilivyokupanga unajua, mimi naelekea zangu hivi na masista zangu tuna masongo mbingu Mi nikirudi sinati na kuingilia mtaani kwako pale uliponielekeza, limebaki lisali moja na nusu, mi ndio nitakukutana sasa. Wewe anja ikifika mida hiyo usogee, ndio la tukio ba baluza chewa hmm. hmm. hmm. wos nembi pale kaka ndo kama vile anasemeza ndo kashaoza bali hivi dakibiliti, ndio mfano sasa. Kamuoa yule mwanamke kamleta nyumbani tumekaa pale wenyewe tunamsema tunavyojua, tukijua kwamba hatuangali kwa lile jicho lake, kumbe anatuchola tu. Watoto watu tunajimaliza kumwongelea hii, eh, macho yake wenyewe tunayaona pepeso pepeso. mm, <laughs> <coughs> <coughs> <coughs> weka baruza, mbona maelekezo mabovu hapo? Abu acha ushamba, twende kwenye jambo letu oa. oh, hey, eh, mi sio mshamba, alafu mi naongea na mamiroho, najua shnaelewa Mi ndo nishakufa, ndo nishaoza hapa, ujue kausha, ujue baridi. Basi mamtausi, ina maana palipo serious kabisa. Vipi baluza, baluza umebaruza <laughs> unaonaje, cheki lile bodi li lile bodi lile jipya, alafu injini, twenda kuangalia nyumbani. Mnaonaje bwana? <laughs> ebu tuachane na nayo kwanza, twende kwenye jambo letu. Likiisha haya mengine yatafuata. <laughs> toto ilo arudi dondogeni, really ngangangu kulabwa baada ya kutoka hapa Iye nikaifanya kazi yangu, kwa bahati mbaya nikakutana na mume wangu, na mume wangu kama unavyomjua, nilivyokuambia sasa hivi yuko moto. Nilipambana, nilitumia wanamke wangu ili mnadi tu aniache mimi nikaifanya kazi yangu, hakukubali naye, alitumia wanaume wake kwangu, hali ni kuapua kama kipanga anavyobeba kifaranga mpaka nyumbani. Kufika nyumbani tena tulilianzisha tena liugomvi lingine, ninavyokwambia kama unaona Yaani, ya uwezi amini, baadae, baada ugomvi kuisha, nakuja kuangalia siju hata dawa nimetupia wapi. Kwe kuja kwangu hapa, nikwambie kulabwa mimi nimepoteza dawa na siju nimepotezea wapi, yaani kiufupi kazi sijafanya. Nakumbuka ulivyokuja mara ya kwanza, nilikwambia hivi eh, nakumbuka nilikwambia punguza mdomo. lakini wewe ukutaka kunisikia, ukajifanya naye ni mwanamke ndani ya nyumba, kwamba nawe unaweza kutoa sauti yako Ulishindwa hata kujishusha na kutumia maneno ya busara ili mume wako aweze kukuelewa. Mimi nimekuelewa vizuri. Na hata wakati natoka nyumbani, nimepitia njia hiyo hiyo ambayo mimi na mume wangu tulipokutana kuanzisha huo ugomvi. Sijaiona mganga wangu. Yaani sijaona kabisa. Na ndio maana nikaona bora nije tu nikupe taarifa hizo kwamba dawa imenipotea. Kumbuka wewe ndio uliomleta yule mtu hapa. Sasa sitaki kusikia jambo lolote. Nataka ukaniletee dawa yangu na ndo taratibu nyingine zitaendelea. Wewe <todicata> sitaki uniulize nimeipata wapi ila unachotakiwa kujua hiyo ni dawa ile ile ya mara ya kwanza nilikupatia, na safari ukikosea sitakuwa na msaada na wewe. Sawa, nimekuelewa, nitafanya kwa umahiri mkubwa sana sasa hivi na nitahakikisha, sitaki nikosee mahali popote. Nitaenda kuifanya kazi yako, baada ya hapo nitarudi nyumbani na sitopita njia ile ambayo ya mwanzo ile kukutana na Mungu, maana njia zake sasa hivi nazijua zote. Nitabadilisha njia na kuahidi mganga wangu kulabwa, nitaifanya kazi yako kama unavyotaka. Zingatia ufanye kama nilivyokuelekeza, unaweza ukaenda. Yeah. Sawa, mimi niko sawa, ila hofu yangu ilikuwa na, ni wewe. Una maana gani? huko nilipotoka kuna bado nimezisikia kwa kuna mvua kubwa imenyesha, na mvua hii imenyesha si mchache sana, ni sehemu zile za magwija pa jijini. Inaonyesha kwamba wako sawa, wako kwa wao, na ni sana mvua ambayo ilinyoka kunyesha kama miaka kadhaa iliyopita, kuna wengi walidhurika. Nikawa na wasiwasi tu usiyokuwa kupata madhara na hapa na mimi mimi niko sawa hapa. Sasa ndo nimeanza kupata majibu, maana mama naye amepita sio muda mrefu hapa, akanidokezea kuhusiana na ile usawa so lakini mimi nikachukulia makuzi yake lina sawa salama, kumshukuru Mungu sikumfuatilia. Na pia, pia nisingeweza kutoka nyumbani kwa sababu kama unavyojua siwezi kutoka nyumbani pasina ruhusa yako. Kwa hiyo andoaofu, basi tuingie ndani ili uweze kupumzika, maana nausa au kusawa. Yes, sawa <tune> Toka mdogo wangu nenda. Ah, kuna vipengele vyangu kidogo naenda kuweka sawa huko, maana kuna ishu niliongea na Baruza, kwa hiyo hapa inabidi nipite kwao kwanza. Sawa, mimi katika mizunguko yangu huko, kuna taarifa nimezisikia, kuna mvua imenyesha, na mvua imenyesha baadhi ya maeneo. Sasa sina uhakika kama itafika hadi huku kwetu, na haya maeneo mvua iliponyesha, kulikuwa na kuku, mbuzi na inavyosemekana, wote wamekufa pale pale. Kwa hiyo inavyoonekana yani, yale matone ya mvua kikugusa tu ni athari kubwa sana kwa binadamu. Kwa hiyo naona ungepumzika tu tutulie ndani nah. Kweli noma. Sema baridi japo imekuwa ukama, maana nataka niende kidogo afu nirudi basi. Poa, mimi na poa zangu hapa. Napoazangu unakaa hapo. Ukiona tu dalili yote ya mawingu ambao uingie ndani, si wazi? <laughs> Tani, umeona yule dada alotoka hapa, naomba umkimbilie haraka sana ukamwambia yule dada nampa sifukie sasa hivi kwa sababu kuna tatizo. Asubiri mpaka masaa matatu yapite ndo aifukie sawa? Nimetumwa, Dada. Dada, na mtaalamu wangu amesema kuna jambo limetokea, hivyo hiyo dawa usiende kuifikia sasa hivi, subiri mpaka baada ya masaa matatu ndio ende kuiweka hiyo dawa. Sasa, nimekuelewa. Sawa. Yani, mganga naye ana tamsimamu anapenda tu kunipaekaeka haya, mi nikae masaa matatu bila kufika nyumbani, sio? <laughs> So, kwa mume wangu huyu naemjua mimi mbwembwe, ataniwashia moto zaidi hata ule naujua mimi. Sawa. <clears throat> mm-hmm. So, nishapata idea, mi sindo kipipi bwana, jambo dogo sana kwangu. Nimetoka huko kutembea tembea nimetoka msibani kama nilivyokuambia naenda kuwapa pole wafiwa lakini wakati narudi nimesikia taarifa mpya hapa kijijini. Taarifa gani tena hizo? Kuna mvua ilinyesha hapa kijijini na, na inavyosemekana imenyesha sehemu hii moja kwa Bibi Yasmini, na hiyo mvua pale nje kulikuwa kuna viumbe, kwa jinsi wanavyoelezea watu, hiyo mvua inaonekana ina athari kwa kiumbe chochote. Sasa nikasema hivi, hapa ninavyomjua mdogo wangu ni mzurulaji, niende kwanza nyumbani, niende nikamuona. Nafika hapa, nimeingia ndani, haupo. Namuuliza mjomba, ananiambia umetoka. Kwa hiyo mama angu, fanya ufanyavyo, punguza hiyo miguu kuizurulisha, ukae utulie. Afadhali alivyoniambia, maana nilikuwa sijui kabisa. Je, hiyo mvua ingenikuta huko kwenye kuzurula kwangu? hmm na hicho ndicho kilichonifanya mimi nitoke huko nije hapa, maana mipango yangu ilikuwa nitoke msibani niende nyumbani, nikaona nipitie hapa nije kukupa hizo taarifa. Sawa dada, nimekuelewa. Kwa vile nishafika hapa nyumbani, sitotoka kwenda sehemu nyingine yoyote ile mpaka nisikia hizi taarifa zimepungua. Ah, hacha mimi niwe nyumbani. Haya dada, jamani Mmeiona mvua ilionyesha, inashiria kitu. Mimi mama yenu, sasa hivi ina vita vikubwa mno, na nyini safari zenu za kutoka bila kuwaga ziwe mwisho. Nadhani Kiepe Nasiwa mnaokumbuka ulogeni ulofika hapa, ishara ya ule ugeni, majibu yake ndio haya. Naomba ingieni ndani. Kiepe nenda kwako. Nyie ingieni ndani. Hasa siwa, usitoke nje. Shangazi. Kuna kitu kinanchanganya sana. Kuna muda nilikuwa natoka niende bondeni kupumzika. Lakini mjomba alinistopisha na kuniambia nirudi ndani. Wakati nipo ndani nikasikia kelele za radi na baada ya mvua kubwa ilinyesha ghafla ikakata. Mjomba alipoingia ndani nikasema uje nitoke nje. Kutoka nje nakuta hali kama haijanyeshewa na mvua muda sana. Yaani ni kavu. Hicho kitu kilinishangaza sana. Haupasi kushangaa sana. Kwa sababu kwa kumbukumbu kumbu zangu mjomba wako ashawahi kukwambia kwamba wewe sasa hivi ni mtu mzima. Na mjomba wako unavyomwona vile anapambana na wale watu waliomsababisha mamako kuwa kwenye hali ile. Hivyo basi, ni afadhali uniulize mimi kuliko kumuuliza yeye. Maana unaweza kumuuliza wakati mwingine ukawa unamchanganya, na ndio maana niliwahi kukwambia maswali maswali muda mwingine hayapendezi nah. Sasa shangazi, nimekuelewa, lakini mjomba ni mtu mzuri sana, anapambana sana kwa ajili yangu na kwa ajili ya familia pia. Alafu na kitu kingine, amerudisha ile furaha ambayo nilikuwa nimepoteza kwa muda kwenye macho yangu, amenifanya nijione ya mtu katika watu. Nampenda sana mama yangu na nitakuwa makini kwa yote yale ambayo ananiambia. Sawa, mimi nimekuelewa. Fuata kila anachokuelekeza yeye. Sawa shangazi, ni hilo tu. Mimi niko hapa, nimepumzika. Sawa. Hai. Tumekuja kumcheki mdogo wetu Siwa, asikia iko hapa kwa kwako, hivyo naomba mtoe tuongee naye. Ni kweli Siwa yupo ndani, lakini aruhusiwi kutoka nje. Mama samani, sisi tumekuja kwa wema tu na labda nikukumbushe kitu, huenda utakuwa umetusahau. Sisi hapa ni ndugu zake Siwa, kwa hiyo hata kama kuna mambo yenu yanaendelea, ndo haitakiwi hata kuzungumza na ndugu zake. Mimi ndo nimesema Siwa aruhusiwi kutoka nje mpaka niamue mimi. Hivyo <syed> mzee unaona, <music> tunakusujudia sana hapa, sio ama rugha <magari>. <wiser> anayozungumzwa hapa, weye hauielewi Unahisi unatumudu sana? Hivi kipindi chote unachoishi na Siwa, Ulikuwa unajua kwamba hana ndugu. Haya tumekuja tumejitambulisha sisi ndo ndugu zake. Basi mtu nje tuongee naye pia hutaki. Jamani, nilichongea hapa kwani hamjanielewa? Nimesema Siwa yuko ndani. Haruhusi kutoka. Kama mna waamuzi wenu kwenda kufungia nani akamchukua? Wanatutishia. <laughs> Memeni, tuingie ndani. Au kabaruza. Sinajua mi mtoto wa kiume, alafu sitaku kuingia muundani kwa sababu sijui. Si sitako vipi mimi naingia? Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungu tujaviona. Watu wanaobadili mchana maubaya wa mwachi Mungu wanalipiza, watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yani vituko sijapata kuona. Wanaitwa mekwa. mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza ge hukanyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa